Unataka kufanikiwa maishani, lakini na swali lingine pia, je, unataka mafanikio ya haraka ama mafanikio ya kudumu? Karibu Kesho Yangu TV, mahali ambapo tunakupa maarifa ya kubadilisha maisha yako. Leo tunajifunza tofauti kubwa kati ya mafanikio ya haraka na yale ya kudumu, na kwa nini watu wengi wamekuwa wakikwama njiani, kwa nini watu wengi wamekuwa wakitamani mafanikio lakini wamekuwa wakipata mafanikio ambayo ni mafanikio ya haraka lakini sio mafanikio ya kudumu, na kwa nini watu wengi wanakwama sasa njiani? Hakikisha unakaa hadi mwisho, maana nitakushirikisha mbinu ambazo unaweza kuzitumia leo ili kuhakikisha unajenga mafanikio ya kudumu. Hivi unafikiri mafanikio ya haraka ni nini? Unajua, kila mtu anatamani kuwa na maisha mazuri kwa haraka, yaani leo tu ama kesho kila kitu kitokee katika maisha yake lakini je, njia tunazotumia zinaweza kutufikisha huko? Je, njia ambazo wanazitumia kwa ukweli kabisa, ukifikiria zinaweza kukufikisha huko? Watu wengi wanapenda shortcuts, njia za mkato. Mtu anataka kupiga shortcut ili aweze kupata mafanikio kwa muda mfupi. Tumeona sasa hivi watu kuna watu wana nini, wanaingia kwenye mambo ya kimitandao uh, hizo applications wanaliwa fedha nyingi Mwisho wa siku wanakuja kuibiwa, wanaanza kulalamika, kulaumu kwamba serikali kwa nini haifuatilia. Lakini ni shortcuts tu ambazo watu wametamani kuzipitia. Unajua, mfano wa maisha, mtu anataka pesa nyingi kwa muda mfupi bila kazi halali ama kujifunza ujuzi mpya. Na mtu kazi hana, anatamani tu kufanya kitu ambacho kitamwingizia fedha kwa muda mfupi, ambacho sio halali, lakini pia hajakaa katika ujuzi mpya ama kujifunza kitu ambacho kinaweza kikamsaidia. Lakini pia kuna watu wameingia katika katika hizi biashara za scammers, biashara ambazo zinategemea ulaghai ama kutaka kupata faida kubwa kwa muda mfupi bila kuwa na mpango wa muda mrefu. Hivi vitu vimekuwa vikitokea sana na katika jamii zetu au katika maisha yetu. Sisi ni mashahidi kwamba mambo haya yamekuwa yakitokea sana. Watu wanataka kuwa na mwili mzuri bila kuwa na mazoezi. Wala kula wala wala, wala kula chakula sahihi. Watu wanatumia njia za mkato kama dawa za kupunguza uzito kwa haraka. Yaani, tunapenda sana shortcuts katika maisha, tunatamani kila kitu kitokee leo ama kitokee sasa. Wajua matokeo yake ni nini? Matokeo yake mafanikio haya huwa ni ya muda mfupi na mara nyingi yanaambatana na, na anguko la ghafla. Wengi huishia kukata tamaa ama kupoteza kila kitu alichokipata kwa njia za mkato. Mafanikio hayo hakika sio mafanikio ambayo yanapendeza. Lakini hebu tuangalie kwa ufupi kidogo, mafanikio ya kudumu ni nini? Mafanikio ya kudumu ni mafanikio ya kweli, yanayochukua muda na yanayohitaji kujengwa katika misingi imara. Mafanikio yanajengwa na kanuni, success based on the principles. And the most of the principles the principles of obedience. Na ndio maana tukiangalia mfano wa maisha haya sasa ya mafanikio ya kudumu. Mfano, mfano biashara ambayo inakuwa taratibu, mtu anaona ameanza hapa, anaenda katika hatua hii mona lakini pia sio kukua tu, inakuwa katika msingi thabiti ambayo inakuwa kutoka katika hatua moja kule katika hatua tu, katika hatua nyingine. Sio tu mtu leo umeanza huh! kesho umekuwa mtu mkubwa umekuwa na biashara kubwa zaidi. Lakini pia uhusiano wa muda mrefu unaojengwa kwa mawasiliano, uvumilivu na uaminifu. Unajua, kuna watu unaona wamefanikiwa huwezi jua wametoka wamepitia wapi. kuna watu washatengeneza mahusiano ya kibiashara hizo, eh? business relationships wewe unamwona tu mtu yupo hapa leo, huwezi kufikiria kwamba uh, mahusiano yake yamejengwa na, na muda mrefu uenda kwa mawasiliano, lakini pia uvumilivu na uaminifu. Wewe tu hata ukipewa uh, mtaji kidogo una, unaula mtu afu, kwa kwa ama mtu mwingine anakupa mali kauli kwa ajili ya kufanya biashara, alafu utamrudishia ukipata, uwezi. Kwa hiyo mafanikio ya kudumu mara nyingi ama mara nyingine amebebwa na uhusiano wa muda mrefu unaojengwa kwa mawasiliano, uvumilivu na uaminifu. Lakini hata tuangalie mfano wa mwisho ni utajiri wa kudumu unaotokana na uwekezaji wa busara na matumizi yenye nidhamu. Asikudanganye mtu auwezi, ukawa tajiri ama kuwa na fedha kuwa na utoshelevu kama hautafanya uwekezaji wa busara. You You must must be wiser. You must have wisdom. Investment wisdom Investment ya uwekezaji na matumizi yenye nidhamu, kwa sababu unaweza ukawekeza vizuri kwa busara, lakini kama unatumia matumizi ambayo hayana nidhamu, huwezi kupata mafanikio ya kudumu. Siri ya mafanikio ya kudumu mmoja ni kujenga uh, yale maadili tunasema kuwa na ethics. Fanya kazi zako kama unafanya kazi basi fanya kazi, lakini pia kuwa na nidhamu, discipline. Lakini pia mafanikio yana changamoto hivi ya kupasa kabisa uwe na uvumilivu. Lakini pia siri ya pili ni kuwekeza muda na rasilimali zako kwa hekima. Tunafahamu kwamba muda ni mojawapo kati ya rasilimali, time is one among the resource. Kwa sababu ukiwa na muda pekee unaweza kusaidia vitu vingi. Muda unaweza ukau kuwa maarifa kwa kupitia kusoma. Muda unaweza uka kuwa uh, ujuzi kwa kupitia kujiendeleza katika vitu mbalimbali. Kwa hiyo kuwekeza vizuri muda na rasilimali zako kwa hekima. Kama una fedha, basi wekeza vizuri, itakusaidia sana kufikia mafanikio ya kudumu. Lakini pia la mwisho, kama ambavyo nimesema, uvumilivu ni kuwa tayari kuvumilia changamoto na kujifunza kutokana na kushindwa. Changamoto zipo lakini lazima ukubali kujifunza. Hebu tuangalie kidogo siri za kujenga mafanikio ya kudumu. Ya kwanza ni uwe na malengo ya muda mrefu. Unajua sio kila kitu kinapatikana leo, lakini ukifanya kazi kwa bidii na uvumilivu utafanikiwa. Weka malengo ya kila siku, weka malengo ya kila wiki, weka malengo ya kila mwezi, weka malengo ya kila mwaka. Lakini pia jifunze, namba mbili, jifunze na endelea kukua. Watu wanafanikiwa wanajifunza kila siku. Soma vitabu, sikiliza watu ambao wamefanikiwa kuna watu wamefanikiwa wanaweza waka ku inspire. Sikiliza kutoka kwao, usisikilize watu ambao wameshindwa. Tafuta maarifa mapya kila wakati. Ya pili jenga tabia, ya tatu jenga tabia njema. Mafanikio yanategemea sana na tabia zako, tabia kama ya kujituma, tabia kama nidhamu, tabia kama ya kuwa na mtazamo chanya, being a positive, having a, a, a, positive, positive having mind. Lakini pia kuna tabia ya kushirikiana na watu sahihi kushirikiana kushirikiana na watu sahihi. Wanataka kucompete ama ama, ama, ama kufanikiwa zaidi. Kwa hiyo ukifanya vitu hivi vitakufikisha mbali zaidi. Lakini cha nne kuwa mvumilivu na usikate tamaa. Maisha yana changamoto sana. Lakini wale wanaojifunza kustahimili ndio ambao wanafanikiwa zaidi. Uh, changamoto ziko pale. Lakini zenyewe zipo kwa ajili ya kukufanya ushindwe. Siko kwa ajili ya kufanya wewe ukati tamaa na kujiona kwa kwamba huwezi tena. Kwao jifunze kuvumilia, jifunze kuwa msahimilivu, sahimili maana wale wanaojifunza kusahimili ndio wanaofanikiwa zaidi. Cha tano ni wekeza katika mahusiano na mtandao mzuri. Relationship with the key to any uh, success ya uh, mafanikio mbalimbali na mitandao mizuri, build a network. Je, nani anakufahamu? Usijione kama unaishi katika vacuum kwamba umhitaji mtu mwingine yote katika maisha yako, you need people, unahitaji watu. Usijifanya kama una kila kitu, ama wengine wanajifanya wanavimba, maskini jeuri, unataka kushuka, shuka. Jifunze, kubali kwamba kuna watu wanaweza kukusaidia zaidi, ili uweze kufanikiwa na kusonga mbele zaidi. <laughs> Najua sasa unajua tofauti kati ya mafanikio ya haraka na mafanikio ya kudumu. Swali ni hili, wewe unataka mafanikio yapi? Tuandikie maoni yako hapo chini. Kama unataka kujifunza zaidi kuhusu safari ya mafanikio hakikisha unabonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe. Lakini pia like na share kwa ajili ya watu wengine, washirikishe wenzio basi waweze kupata video nzuri kama hizi. Kesho yako inawezekana, tutaonana kwenye video inayofuata. Ndimi mwalimu Samwel Vianga, akupenda mpaka wakati mwingine. Chao, thank you.